Ni jinsi gani ambavyo tunatakiwa kuomba. Sasa wana, Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwa mkitaka kuomba, ombeni hivi, na anasema msiwe kama watu wa mataifa wanaoomba kwa kupayuka payuka. Bwana Yesu asifiwe. Kupayuka payuka nini? huko ni kupayuka payuka. Mungu anataka tukiwa katika kuomba tupeleke shida zetu mbele za Mungu. Usianze kufananisha kama akina nani, peleka shida yako, acha kuzunguka na maombi katika njia kama hii eh, Ellen G White na shauri yao ya dakika mbili, uenda moja, ikizidi sana tatu. Sasa unakuta mtu amepigisha magoti